Tutaomba kwa habari ya roho hii hii. Roho ni roho ya kukosesha. Hii roho ni roho ambayo inaachiliwa, shetani anaiachilia kwenye dunia, anaachilia roho ya kuwakosesha watu kumkosesha mtakatifu, anamkosesha ili usikamilike, ili usipate ahadi, ili usipokee ahadi. Lazima tushughulike na hii roho, lazima tuombe, tuharibu hii roho. Hii roho bila sema kwamba, anasema wakosesha wanaokaa juu ya nchi. Anawakosesha kwa jinsi gani? Anaachilia roho ya kufikra, zao zinapofushwa, mioyo yao inageuzwa ghafla, wanaona kama vile hamna Mungu Bwana, yaani Mungu ajibu, Mungu Bwana ameacha Mungu... kwa hiyo wanaenda katika njia isiyofaa, lakini tayari wanikosesha Shetani kazi yake ni kukufarakanisha na uso wa Mungu. Kwa hiyo ukienda, Mungu anasema hivi, anasema uso wao umefarakana na uso wangu, wamefarakana uso wangu kwa jinsi gani? Kwa jinsi ya dhambi, kwa jinsi ya uovu, hasijaona ukamilifu. Kwa hiyo kama mimi nikuokoa, sioni walikuwa sioni wakiwa si wamekamilika mbele zangu, sioni ukamilifu. Kwa Yesu asifiwe! Basi simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, tunaenda kuomba Tunaenda kuomba na samehe, ni kweli, hatujasimama hatujaenda mbele zako kwa ukamilifu, hatujafanya yaliyo mapenzi yako yaliyo makusudi yako, tunatubu kwako, tusamehe. Alafu baada ya hapo tutaharibu roho ya kukosesha. Roho ya kukosesha ni roho ya Ibilisi, ni yule joka ameachilia roho ambayo hiyo roho ni ya kutukosesha. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtazama huyu mnyama huyu mnyama anayeandikwa hapa ni mnyama wa sita, sita, sita. Ile chapa ya sita, sita, sita, ndio chapa ambayo inakuja kutawala dunia, ndio hii roho inakuja kukosesha ulimwengu. Ikikosesha ulimwengu, manake tayari hakuna atakaye kuona Kristo, hakuna atakaye kuona Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya roho hii. Hii roho ikishakuja inakukosesha, ikikosesha utaanza kuwa ni mtu ambaye unaabudu sanamu, na baada ya hapo unakosa unakosa nafasi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe, simama kwa miguu yako miguu yako, inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya siku ya leo kwa ajili ya saa hii. Asante Bwana Yesu kwa neema ya neno lako, nimelisikia neno lako kwa habari ya kwenda mbele zako na kuwa mtu mkamilifu. Bwana eh, Yesu, ninatubu kwako, naomba unisamehe, kwa maana ni kweli sijawa mkamilifu, na ndio maana ahadi zako hazijatokea maishani mwangu, ndio maana ahadi zako hazijanifikia hata sasa. Ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya uovu, nami ninatubu kwako, naomba unisamehe. Natubu kwa damu yako, natubu kwa ajili yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa kwa ajili ya nyumba ya baba yangu, ninaomba rehema kwako. Bwana Yesu, hey, Yesu. Ninatubu kwako Baba, naomba unisamehe mchana wa leo, nayeyekea kwako ninaungama kwako katika damu ya Yesu ninatubu kwako, kwa sababu ni kweli njia zangu zilikuwa za uovu, maana njia zangu hazijakupendeza, hazijakupendeza. Katika damu ya Yesu Baba ninatubu ninaunga ninaungama kwako, ninaomba rehema kwako naomba unisamehe naomba unisamehe naomba unisamehe. Ninatubu ya Bwana, katika damu ya Yesu na rehema zako zikapite juu yangu, na rehema zako zikapite juu yangu mchana wa leo, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ewe Bwana Yesu nikoniya, Bwana nimetazama hizo nyakati mbaya, nimejiungamanisha na bahali peuli imejiungamanisha na miungu mingine, kwa damu ya Yesu nimejiungamanisha na ibada za wafu, lakini hapa naomba unisamehe, naomba unirehemu ye Bwana, imekuwa chukizo kwako, naomba unisamehe, ninatumu kwako, ninaomba rehema, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, mchana wa leo ninasogea Bwana, katika damu ya Yesu, ninaikaribia madhabahu yako nikiungama Bwana, kwa maana umesema tubuni basi, mlete dhambi zenu zifutwe. Ee eh, Bwana Yesu, ninatubu kwako iliyoya Bwana nikapate neema nikapate kibali machoni paka, katika damu ya Yesu Baba, ninatubu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inaomba rehema, inaomba rehema, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unirehemu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ya hebu Yesu mbele za Bwana, hebu tubu tu kwa moyo wako, mwambie Baba, ni tubu kwako, mwambie tunaomba unisamehe, mwambie mimi ni mwenye dhambi, mwambie nimeacha njia zako, sijanga mbele zako kwa ukamilifu mbele mkamilifu mbele zako wewe, imesema kusema mimi kusinari kusema na kama wewe usaidie, we Mungu hauokoi, kumbe ni mimi ambaye sijasimama, niko hapa wala kwa ukamilifu. Leo niko hapa Bwana, kwa damu ya Yesu, sawasawa na neno lako, kwa maana umesema uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano la kuwa baba baba wa mataifa ya mingi. Bwana, umekusaidia mema kwenye Ume maisha yako ya, lakini kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya Bwana, sikuonekana kuwa mkamilifu wala kuwa mwaminifu, ila inatubu kwa damu yako. Hebu tukumbeleza Bwana, hebu tuku kwa kinywa chako, mwambie tu baba, inat mbele za Bwana ona mtu mwema mbele za Bwana, maana unasimama katika njia, haujasimama kwa ukamilifu mbele za bwana Mungu niko ni nyenyekea, naungana na kanisa lako linachungu, naomba unisamehe nakoli reemo ile huko ina maana ni kweli

Bwana, usijie sabia hake, usijie sabia hake. Mwambe Mungu, nisamehe, maana ni kweli Bwana, sige wa mtu mkamilifu, sige wa mtu mkamilifu. Kama nimefanya dhambi, imefanya uovu, imefanya urasi, imekuwasi wewe Bwana, imeliasi na malako, imeliasi na malako. Leo iyeko hapa, ina tubu katika damu ya Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondo. Kanisa, simama kanisa.